Kwa majina yangu unaitwa Advar Gospat. Uh, mimi natokea nyushana mimi ni msichana kutoka kanisa la Ukombozi na nimebahatika kushinda katika mashindano ya Msichana Tai. Ninashukuru sana shirika la Msichana Tai kwa kuweza kutuwezesha mpaka leo hii tumeweza kufika mahali hapa. Na mimi ni msichana naejiamini kutokana na mafunzo mbalimbali niliyoyapata kutoka katika kitabu cha Msichana Tai, lakini pia mafunzo haya yameweza kunifunza mpaka leo hii. Mimi nina uwezo wa kusema sehemu yoyote nikaweza kuonesha kipaji kipaji changu cha utangazaji. Hivyo basi, nikushauri msichana ambaye uko nyumbani. Usiogope wala usiwe na hofu yoyote kwani kitabu hiki cha Msichana ni Tai kinamfundisha mtoto anakuwa na ujasiri na kuweza kupambania ndoto zake. Kwa majina yangu naitwa binti Msukuma ukipenda unaniita Paulina. E, mimi ni binti ambaye natokea Kahama Busweru, ninasoma shule ya sekondari huko. Nipende sana kuwashukuru wote lakini zaidi na zaidi mimi ni msichana ni tai ambaye ninajiamini ambaye nimesoma kitabu cha Msichana Tai na kujifunza mambo mbalimbali. Nipende nikushauri wewe msichana, unieni angalia. Jiamini, jiwekee malengo, kuwa na ujasiri popote pale unapopitwa. Kataa vishawishi vya wavulana ili uweze kutimiza malengo yako. Ila mwisho niseme tu asante kwa shirika la Msichana Tai. Asanteni kwa zawadi mlizotupa, mmetupa kurazenu, wameta sana. Kwa majina yangu naitwa Neema Charles, mimi ni msichana wa shule ya sekondari Fumagila iliyoko Kishiri, jijini Mwanza. Mimi nasema ni asante sana kwa shirika la Msichana ni Tai kwa kuweza kunipa hii nafasi na pia hata asante kuweza kutupa vitabu ambavyo unasoma ndani na unakielewa kinamaanisha nini. Kimeweza kunifunza mambo mengi kuweza kuwa na ujasiri, kujiamini na pia hata kuweza kutimiza ndoto zangu. Kwa upande wa shirika la Msichana Tai, limeweza kutuwezesha wasichana wengi kuweza kuwa na ujasiri na uwezo hata kuongea mbele za watu. Kwa hiyo nawashauri wasichana wenzangu mlio kama sisi, nawashauri mweze kuwa na ujasiri na pia mweze kutimiza ndoto zenu. Msiangalie madhaifu ulionayo, wala usiangalie changamoto zonazo. Tumia kipaji chako kiweze kufanikisha baadaye. Msichana ni tai na wala sio kuku. Msichana ni tai na wala sio kuku. Na sote tunasema msichana ni tai sio kuku. Bye, bye.